Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo kidogo sauti yangu haiko vizuri sana, kwa sababu nina mafua na kikohozi kidogo, lakini hiyo sio sababu ya mimi kushindwa kukuletea kitu kizuri ambacho leo nimelenga niweze kukupatia. Katika kila jina la mtoto kuna hadithi kuna tumaini, maono na baraka. Lakini leo tunazidi kusikia majina yasiyo ya kawaida, yani majina ya kipekee na ya kisasa, majina ambayo hayakuwepo kabisa kizazi kilichopita. Je, huu ni mwanzo wa kupoteza mizizi yetu ya kiutamaduni au ni ishara ya dunia mpya inayoelewa thamani ya ubunifu na uhuru wa kufikiri?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 Hoja ya kwanza ni ubunifu na utambulisho wa kipekee wazazi. Wengi wa leo wanachagua majina mapya ili awe na utambulisho wa kipekee wanachukulia. Jina kama chapa binafsi, yani tunasema identity, ambayo haiwezi kurudiwa kwa urahisi shuleni au mitandaoni. Mfano, jina kama Zanel au jina kama Kelan. Pia unaweza ukakuta jina kama Avenel linaweza kuwa halina maana ya moja kwa moja, lakini linatokana na hisia au ndoto za mzazi. Hoja namba mbili ni ushawishi wa tamaduni za nje na mitandao. Majina kutoka filamu, kutoka kwenye tamthilia au mastaa wa kimataifa yanachangia chaguo la majina Wazazi wanapenda majina kama Arya. Hii Arya ni jina kutoka Game of Thrones. Unaweza ukakuta kuna jina hapa Zendaya, Cairo au Zeini. Hii ni kutokana na mvuto wa kisanii au mafanikio ya watu mashuhuri. Lakini je, tunapoteza majina yetu ya kiafrika yenye mizizi na maana nzito? Moja namba tatu ni kupunguza mzigo wa majina ya kifamilia. Kizazi cha zamani kilirithi majina ya bibi babu au shujaa wa familia. Sasa baadhi ya wazazi wanapinga mfumo huo, wakiamini hauwapi watoto wao nafasi ya kuanza upya. Hoja yao ni ipi basi, hawa wazazi? Mtoto wangu ana haki ya jina lake, si kumbukumbu ya mtu mwingine. Kwa hiyo hawa wazazi wa kizazi kipya wanakuwa wanaona kwamba mtoto wake ana haki ya kuwa na jina lake binafsi na si kumbukumbu ya mtu mwingine. Hoja namba nne ni mgongano kati ya kisasa na utamaduni. Kuna wasiwasi kuwa majina ya kisasa yanaweza kukosa mizizi ya lugha ya mama, maana ya kiroho au maadili ya jamii. Kwa mfano, jina kama Jaiden Alpha linaweza kuvutia, lakini halina uhusiano wowote na urithi wa jamii yake. Je, kizazi kijacho kitapata wapi hadithi zao? Hoja namba tano ni umuhimu wa maana ya jina katika maisha ya mtoto. Katika mila nyingi, jina linaaminiwa kuwa baraka, utabiri au dira ya maisha. Jina kama neema, tumaini, baraka, hekima, lina nguvu ya kisaikolojia na kiimani kwa mtoto na jamii. Je, majina mapya yana maana yoyote au ni mtindo tu? Kulingana na hoja zetu za leo, nina maswali kidogo tu kwako mtazamaji. Je, unadhani ni sawa kubuni majina mapya kwa watoto? Swali la pili, wewe binafsi jina lako lina maana gani kwako? Swali la tatu, umeona mabadiliko gani kwenye majina ya watoto katika jamii yako? Ningependa kupata majibu ya maswali haya kwenye comment section. Njoo kwenye comment, jibu maswali yangu ili tuweze kwenda pamoja na wazazi wengine wapate kufaidika na majibu yako. Kila mtoto anapozaliwa, dunia inapokea mwanga mpya. Jina lake huwa kama taa, inaweza kuwa ya kurithi, kubuniwa au kuongozwa na ndoto. Lakini zaidi ya jina, ni upendo, malezi na maadili tunayoweka ndani yao ndiyo yatakayowafanya wabadilike kuwa baraka kwa jamii. Kumbuka, jina ni mwanzo tu, lakini hadithi yao ndiyo urithi halisi. Asante kwa kutazama Moyo wa Malezi. Usisahau kusubscribe, kushea na kutoa maoni yako ili tuweze kuelimishana.